Shida nyingi na tabu nyingi, amekoma. Matatizo mengi na shida nyingi, amekoma. Tatizo mahaba.

Overtime tayari zimeshatoka. Tatizo lako ujielewe. Toka uko nenda, kamuulize mwasibu wako overtime nayo haijatoka sapa, yani nishachanganyikiwa, akili mwili wote ushapata shoti. Okay. Um, subscribe nimekuleta hapa ili unuzie nguo zangu, halafu mwisho wa mwezi kupatia mshahara. Siamini macho yangu bosi. Uh, sukari, asante sana kwa, ku, kwa kuniamini na kuweza kunipa hii nafasi, asante sana. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana bila arabana singeweza kukupatia kazi <laughs> ni kweli. Uh, unajua nilikuwa nikimwomba usiku na mchana

Mama alinifuma nikinywa zile dawa, na hajui kusoma wala kuandika, akazichukua na kwenda kuzitupa. Yani inachukua wiki ya tatu sasa sijanywa dawa nanata, sijui nini cha kufanya. Ganga una hatari sana. Vipi, yaani umefanya jambo la hatari mno. Unaona sasa madhara ya kumficha mama eh? Hai, mama, haya ni madhara makubwa sana ya kumficha mama. Sasa kwani wiki ya pili jana leo, nakusaidiaje? Vipi? Vizuri. Hapa kulikuwa kuna binti mmoja alikuwa akinifanyia biashara yangu, lakini kwa bahati mbaya yule binti hakuwa mwaminifu, aliniibia laki sita nikaamua kumtimua nikapafunga. Douglas, nilivutiwa sana na biashara yako ya chips, lakini kama ulivyoniambia kuwa Moshi alikuibia ya, yaani iliniuma sana, iliniuma sana Douglas. Naomba usiwe mdokozi kama Moshi, sawa? Ah, uh, uh, bosi sukari ni kitu kimoja tu ambacho unashindwa kuvitambua huku mtaani maisha ni magumu mno unajua yaani siwezi nikafanya ujinga hata kidogo na kuahidi hii biashara mi nitaendesha vizuri kabisa yaani wewe mwenyewe utafurahi na roho yako asilimia mia moja niamini tu nguvu yangu yaani ati, tunipate nguvu hata ya kusogea kwenda hata dukani yaani, siwezi kufanya chochote hchuka mpaka serivisi na mama hajashtukia lolote. kusi kwa hali ulionayo hivi, siwezi kukupatia dawa hapa. Nitakachokusaidia, inabidi nikupeleke kupeleke wodini, tukautundikia drip hata mbili, ili upate nguvu, sawa eh?

Sasa leo leo utaanza kazi na hakuna kulemba, lakini kabla ya kuanza kazi na kukuelekeza jinsi gani ya kufanya kazi na mwisho wa mwezi nitakulipa kiasi gani, unaweza uh, ukachagua kiwalo chochote uvae upendeze. Bsukali, hebu subiri kwanza. kiwalo ambacho nitachagua hapa uta, utanikata kwenye pesa yangu ya mwisho wa mwezi au Inakuwa vipi hapo? Sijaelewa bado. Hapana, yeah. Mimi yeah, siko hivyo. Yeah, nimeamua tu kukupatia <laughs> usisukari, asante sana. Oye, we wasiwasi, wasiwasi, we wasiwasi, hebu fungua mlango huo unaugonga gonga mlango, ukiuvunja utautengeneza. We wasiwasi, yaani wa si? Huyu mandazi si? Huyu <laughs> aa ingia mama ingia. Uh -huh. ondoa hofu hiki ni chumba cha faragha chumba ambacho ni salama kwako karibu keti Asante. Salama, habari za kwako? Nzuri. Mimi naitwa Vumilia, ni mama mzazi wa Vivi e, ambaye alishakuja hapa kutibiwa kwako vizuri, okay. Okay. Vumilia, kwa kujitambulisha sasa mm, mimi nitaamini vipi kama mzazi wa Vivi? mimi ni mama yake mzazi sio na wasiwasi. Ah, ili kuthibitisha hili. Vivi anauma na nilikuja naye hapa akiwa anauma, lakini mlivyompima na kumwangalia mkasema kwamba anauma malaria. Cha ajabu, dawa anazokunywa sijai kuziona kwa zinatibu malaria hata siku moja, yaani kwanza sijai kuziona kwenye macho yangu. Hapo ndipo nikaingia na wasiwasi kidogo, nikasema ngoja tu nije nikuulize pia kama daktari wake. Vivi nimekuta ana meza dawa saa, na mimi sijui kusoma wala kuandika, nikasema ili niangalie na unipe ukweli kwamba hizo dawa ni za nini. Vizuri, nifanya vizuri sana ah. mm -hmm. Uh, kuvumilia nitakachokueleza, usiende kumzuru mtoto wako sawa. Sasa ni hivi, Vivi Anaishi na virusi vya UKIMWI, na na hivi vidonge unavyoviona ni kwa sababu ya kufumbaza vile virusi vya UKIMWI. Isitoshe Vivi pia ni mja mzito. Mtoto hmm. Katili hmm. Yule hmm. hmm mtoto ana roho mbaya yule, Uvumilia. Eh, Vumilia, kama lilivyo jina lako, huu sio wakati wa kumlaumu Vivi, huu ni wakati wa kumfariji na kumpa, yaani kumpa kila aina ya upendo ah, hivi tunavyoongea Vivi nimemlaza, yuko wodini na sababu ya kumlaza Vivi ni wee, hivi vidonge ulivyochukua hivi. Wasiwasi, wasiwasi, wasiwasi kwa wapi huyo <sighs> wasiwasi? mtu yuko wapi? Mbona simuoni sasa? Yuko anagonga kabisa ndani humu, anagonga kabisa huko. Sasa ina maana nyumba yangu imeingia ya majini humu ndani siku hizi. Kama nyinyi ndio majini, basi mshindwe, mshindwe na mshindwe na mlegee, mshindwe, mshindwe. Kama nyinyi majini, mshindwe kabisa, washindwe washindwe na no, waregee washindwe. Kwa hiyo hivi alikaa muda <coughs> mrefu hajatumia, kwa hiyo wale wadudu wali- walitibuka. Uo maana sijamuona nyumbani tangu <coughs> asubuhi. Kwa kunde kajikimbiza huku hivi. Ana roho mbaya, mtoto mbaya sana huyu. Sashinda akuna jamani, yani mwanangu mimi angeniweka wazi mimi singeongea naye Watu mbona wanaishi jamani? Wakinywa dawa, watoto wadogo sasa hivi wanaathirika na wanaishi tu, wanakuwa vizuri jamani. Mwanangu, anata kujiua bure, usiri unataa kumuua bure. Hey, Mungu wangu wangu, watoto msaidie. hmm. Mtoto wangu. Haya, k naweza kwenda kumuona hmm. Ah, asante daktari. Napita napili, hilo hilo linakuja hilo hilo limepita, yaani yote hayo. hmm. mi magari yangu mahaba, unajua tangu ufike hapa y yani... Sijawe kuona ukinipa mahaba matamtamu eh? mahaba ya motomoto -moto. sina raha juu yako, nakosa amani hivi eh? Unadhani mi nitaishiishije ni sukali? Umekaa kumbe siku zote unakaa unaongea ukumbavu wako na uongea. Yaani mi akili yangu haiko huko, yani kwenye mahusiano, sijui mambo ya mapenzi, haiko huko ni nitoke nimtafute, dadangu nijue wapi alipo. So kaa na wazaati mapenzi mapenzi. Nawaa gani mpaka niwaze mapenzi? Ni kweli unachokiongea mahaba, lakini kumbuka na mimi nina umuhimu kwako. Mimi ni mwanaume rijali, najisikia kuwa na wewe, najisikia sasa. Unadhani jambo hili mimi nikamwambie nani kama sijakuambia wewe, hmm? na usiku tukilala nikikushika maa umenipiga kipepsi eh? Ikikufanya hivi maa umenipiga teke la huku. Sasa nifanye nini Mahaba, juu yako ili ujue mimi nakupenda? Mahaba nakupenda, Mahaba. na shida na chochote tunajuana, mi nayo hapana, sikufahamu. Alafu mbona unakuja kiushari namna hiyo eh? tatizo nini? Utashangaa sana, tatizo lipo kwa aliyekuweka hapa. Hili duka sio la kwake peke yake, na mimi linanihusu. Binti hiyo, habari ni mpya kabisa masikioni mwangu. Alafu hivi wona akili timamu, we wewe we, we, ishia hapo hapo, sijui unanielewa nimevuka maduka mangapi mpaka nimefika hapa? Nina akili zangu timamu, na ndio maana nimekuja hapa. Hili duka ni la ulisi, tumeachiwa na marehemu wazazi wetu. Kulikuwa na mfanyakazi hapa, ndio alimweka na yeye ndio anayenijua na sisi tu, atakuwa amemwondoa. Alafu ananiambia eti mimi nadaiwa. Mimi nadaiwa nini, wakati hayo yote hayo yanapita magari yangu unanipenda kweli mimi? Ungekuwa unanipenda ungekaa unaanza ujinga wako, baada ya kutoka kunisaidia kwenda kumtafuta dadangu? Kwanza nakuchukia, yaani katika maisha yangu nakuchukia, ujui tu ulishaniharibia usichana wangu, yani nakuchukia, Mahaba. ina maana ni, ni kweli uwezi hata kidogo tu eh? Jaribu basi hata kidogo, jikaze, alafu baada ya hapo ndo tufuate taratibu za kwenda kumtafuta Ng'ara. Kumbuka kwamba tutakapokuwa pamoja na Mwenyezi Mungu, kila kitu kitaenda sawa. Baba, hakuna cha kuwa sawa, hakuna cha kusikilizana, hakuna mahusiano mndani mpaka Ng'ara atapatikana mndani Ngala atakapotoka huko tulipompata, akaja umundani, ndo usalama utakuwepo, na amani itakuwepo, na raha itakuwepo kama kawaida. Hiyo habari mimi inihusu, wala mimi siwezi nikakuamini kwa namna hiyo. Sawa, mimi nakuona kama tapeli tu, tapeli mimi. Sasa naenda, nitarudi afu ndio utajua mimi naenda ni tapeli. Na bosi wako akija, mwambie mwambie, Deka nilifika hapa kuulizia mapato na matumizi, sijui unanielewa. Kunguni wewe ovyo, mbona umekaa hapa? Hili eneo ni la staff. huruhusiwi kukaa kwenye eneo hili <laughs> Dada, umenisahau mimi, nimewaka na Teku. Oh, shemeji yeah. Mm. Karibu. Habari yako shemeji? Mimi namshukuru Mungu. Habari za kazi. Salama, habari za nyumbani? Ah, mi nashukuru kukwema pia. Mm. Ah, nimekuja hapa nimemfuata Teku sijui yupo hayupo. Teku alifika akasaini na kutoka, hakukaa kabisa. Okay. Ah, ila usikae ile eneo walinzi wanaweza kuja kwa kudisabu. Ah, okay.

Bwata, nimekuita hapa na mazungumzo muhimu sana, nataka kuongea na wewe hmm. Sawa, nimeitikia wito, okay. Lakini kama umenitia swala kukupeleka kwa waganga wa kienyeji, sikufichi teku, hilo swala kwangu halitawezekana. Unajua sielewi nyinyi wasomi amjiamini na elimu mlizokuwa nazo pale mnapotaka kupandishwa vyeo mnapenda sana kwenda kwa waganga wa kienyeji. Yani sijui kwa nini. Kwa hiyo mimi, ninachokuambia ni kwamba simjui mganga wa kienyeji hata mmoja. Kwa hiyo hilo swala kwangu futa. Skiiza ambia kitu limbwata, sijakuitia hapa kwa sababu ya masuala ya waganga. Mimi mm -hmm. Nimekuita hapa nahitaji nahitaji